Watching Dilunga TV. Karibu sana kusikiliza simulizi nzuri inayomhusu mwanaume bakhili au kwa jina lingine mwanaume mchoyo. Huu ni ulimwengu wa simulizi na mimi naitwa Suleiman Dilunga, plagi ya matangazo, storyteller, lakini pia presenta. Kulikuwa na mwanaume mmoja mchoyo kweli kweli, mwenye tabia mbaya mno. Mm, watu wengi walimchukia na kulalamika juu ya uovu wake isipokuwa rafiki yake mmoja tu wa utotoni, yeye pekee ndiye aliyekuwa amezoea tabia hizo mbovu au tabia zake hizo mbaya. Siku moja, yule mwanaume mchoyo alipokuwa akirudi kutoka safarini akiwa juu ya mnyama wake ambaye alimpanda, alifika nyumbani kwa rafiki yake ili apumzike na ale chakula, lakini ghafla akashtuka sana alikumbuka kuwa amesahau mfuko wenye sarafu thelathini za dhahabu kando ya mti mzuri aliyokuwa amekaa kwa ajili ya kupumzika akiwa njiani. Basi bwana yule karibu wazimu umshike, tena huzuni kubwa ya kupoteza mali hiyo. Kesho yake asubuhi na mapema, binti wa rafiki yake wa pale alipofikia katika hiyo nyumba alimwambia baba yake mzazi kuwa ana furaha kubwa. Furaha hiyo ni ya kuokota fuko kubwa la sarafu za dhahabu thelathini. Alimwambia baba, leo nitakutoa kwenye umaskini, kisha akamwonyesha mfuko uliojaa sarafu za dhahabu. Baba yake alimkumbatia na kumwambia huu mfuko ni wa rafiki yangu yule mchoyo, akatoka mbio kumpelekea habari njema rafiki yake yule mchoyo. Lakini yule mwanaume mchoyo alipofungua mfuko alisema kwa hasira kumwambia rafiki yake kwamba hizi sarafu ni thelathini tu, mimi nilikuwa na sarafu arobaini kwenye huu mfuko. Nitawapeleka wewe na binti yako kwa kadhi. Na mwisho akamalizia kusema ninyi ni wezi wakubwa, wewe baba na mtoto wako. Basi moja kwa moja mwanaume mchoyo akawapeleka kwa kadhi wa mji huo ambaye ndiyo hakimu wa mji huo. Kadhi wa mji huo kwa hekima yake alimtazama yule mwanaume mchoyo na kumuuliza, una uhakika kwamba mfuko wako ulikuwa na sarafu 40 na si sarafu 30? mwanaume bakhili akasema kwa kujivuna na majigambo, ndiyo hakimu Nina uhakika kabisa, na akaanza kuapa kwa jina la Mungu. Kadhi akamwambia kwa utulivu, basi mfuko uliookotwa na binti mwema si wa kwako, kwa sababu mfuko huu una sarafu thelathini tu. Kutokana na mfuko huu kuwa na sarafu thelathini basi binti huyu na baba yake wataendelea kuwa nao mfuko huu wa sarafu thelathini mpaka tutakapopata mfuko wenye sarafu arobaini tutakujulisha ili uje kuuchukua mfuko wako. Kisha hakimu akaamuru walinzi wamtoe nje ya mahakama. Yule mwanaume mchoyo akaanza kupiga kelele na kusema, nilisema uongo, hakika nilisema uongo, hakimu wangu, kwa sababu hii yote nilikuwa nataka kuepuka kumpa zawadi huyo binti. Kutokana na kile alichotenda ni wema mzuri, na inapaswa kupewa pongezi. Lakini hakimu hakumsikiliza, akaamuru atolewe nje ya mahakama na mwisho wake, mwanaume yule mchoyo akajikuta anajutia kile alichokifanya. Na mpaka kufikia hapo, ndio nimeikamilisha simulizi fupi ya mwanaume mchoyo. Kabla sijaifunga hadithi hii, ningependa nikupe funzo la hadithi hii, kisha na wewe utaniandikia kwenye komenti hapo umepata funzo gani. Funzo la hadithi hii ni kwamba uaminifu ni hazina yenye thamani kubwa. Binti alichagua kusema ukweli na kurudisha mali isiyo yake, jambo lililomletea heshima na baraka. Wahenga wanasema ukweli unadumu kwa miaka mia, lakini uongo unadumu kwa siku moja tu. Lakini uongo na uchoyo humwangamiza mtu mwenyewe. Mwanaume bakhili alijaribu kudanganya ili asitoe zawadi kwa binti, lakini uongo wake ulimfanya apoteze fuko lake la dhahabu. Pia heki Hekima na uadilifu ni nguzo ya haki. Hakimu alitumia busara na uadilifu mkubwa kutatua mzozo uliojitokeza, akafichua ukweli bila hasira wala upendeleo, na hiyo ndiyo sifa mojawapo ya kiongozi, ndugu yangu. Kuwa mwaminifu na usiseme uongo. Watendee watu mambo ambayo ungependa wakutendee wewe. Mimi naitwa Suleiman Dilunga, plagi ya matangazo Afrika, pia ni storyteller, presenter pamoja na voice over artist. Habari njema ni kwamba nakukaribisha ewe mdau katika mafunzo yangu ya voice and speech training. Hapa utajifunza namna ya kutumia sauti yako vizuri na kwa ufasaha pamoja na kuongea mbele ya kamera ili uweze kujiingizia kipato na kuweza kufanya matangazo katika biashara yako wewe mwenyewe. Kwa simulizi kali kama hizi zenye mafunzo ndani yake, visa mikasa, basi usisahau kusubscribe, kulaiki, kukomenti na kushera ukurasa wangu wa YouTube ya Suleiman Dilunga, ili wengine nao wanufahike. Ni folo pia Instagram, Facebook na TikTok kwa jina la Suleiman Dilunga TZ. niwatakie atiliaji mwema wa vipindi vijavyo. Only on Dilunga TV.